Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama una amani mpe Yesu makofi. Na bibi, ninajua tulioko hapa wa ni washindi na tumekuja kubadilishiwa historia ya maisha. Ninamshukuru mtumishi wa Mungu Apostle Frank kwa kunipa nafasi hii. Mungu akubariki baba. ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mchungaji kiongozi kwa kunipa nafasi pamoja na kuniombea niweze kusimama mbele yenu siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya waombaji wote pamoja na wanamispa wote. Mungu awabariki wa neno moja tu, karibuni imani wa Bwana, karibuni tu mezani kwa Bwana. Mpe jirani yako mkono, mwambie karibu, mwambie furahi pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu aliyetupa neema hii na kibali, lakini pia namshukuru Mungu kwa mafunuo na ujumbe ambao aliachilia kwa mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tunajua ni ujumbe na huyu ni mjumbe, ameagizwa kwetu. Bwana Yesu wa Mungu tutakalo lisoma leo, tutaangalia neno la Mungu katika kitabu cha Malaki tatu kwa wale wanaoandika mstari wa pili na watatu, lakini pia tutaangalia Isaya 45, mstari wa kwanza, mpaka wa mpaka saba. Kichwa cha ja somo letu kinasema maagizo kwa mpako wa mafuta wa Bwana. Amjasikia maagizo kwa mpakwa mafuta wa bwana Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Isaya mlango 45 mstari wa kwanza na wa saba mstari wa kwanza mpaka wa saba Isaya 45 mstari wa kwanza mpaka wa saba Neno la Mungu linasema haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi masii wake ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani. Sorry. Nami nitakupa hazina za gizani. Naomba nirudie. Mstari wa mlango wa 45 kitabu kile cha Isaya anasema kwa mtumishi wake Koreshi, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Isaya 45 neno la Mungu linasema Ametoa maagizo kwa mtumishi wake Koreshi. Naomba aliyepata hapo anisomee macho, mbona nisomee Isaya 45 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa saba. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu, neno la Mungu linasema haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masii wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake hata malango hayatafungwa. Mstari wa pili, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Mstari wa tatu, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mstari wa nne, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu nimekuita kwangu. Nitarudia tena mstari wa nne, mstari wa nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu nimekuita kwangu, na Israeli ina sifa, ijapokuwa hukunijua. Mstari wa tano, mimi ni Bwana, wala hapana mwingine zaidi yangu. Mimi hapana Mungu, nitakufunga mshipi, ijapokuwa huku ni jua. Mstari wa sita: ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Mstari wa saba na mwisho: mimi naliumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kulihuluku na kuuluku ubaya mimi ni Bwana niyatendaye hayo yote. Amen Yesu amen. Amen. Bwana anamwambia Koreshi Masii wake. Kichwa chetu cha somo kinasema maagizo kwa mpaka mpako mafuta wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Masihi ni mpakwa mafuta Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa, neno la Mungu katika kitabu cha Isaya yani, anasema haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi Masihi wake ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yako. Ningekuwa mimi wewe, ningepiga makofi. Yaani Mungu anasema hivi, haya ndiyo maagizo, hicho ambacho mtumishi anachoenda kukifanya leo, kile ambacho umeagizwa leo, kama kitafanyika Mungu anasema hayo ndo maagizo aliyemwagiza Koreshi, mtumishi wake, Masihi mpako wa mafuta wa Bwana. Anasema hayo ndiyo maagizo niliyomwagiza, na anasema ambaye nimemshika mkono. Huyo mtumishi aliyeagizwa kwako, Mungu amemshika mkono wake. Nafikiri hujaelewa huyo tumishi ambaye Mungu amemwagiza kwake. Namba moja, Mungu amemshika mkono, haji kama unavyoona wewe, anakuja kwa kushikwa mkono na kuletwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili anasema tena, ni mkono wa kuume. Jambo la pili anasema ili kutiisha mataifa mbele yake Mataifa waliosimama, mataifa wanaopigana na wewe, mataifa wanaopigana na familia yako, mataifa walioharibu uchumi wako, mataifa waliobadilisha historia yako. Anasema amemshika mkono, amemleta ili apigane naye. Kwa hiyo yeye amepewa nguvu ya kuwapiga mataifa. Bwana Yesu asikuwe. Mataifa ni wale wana wanaopambana na maisha yako, mataifa ni wale wana wanaopambana na maisha ya watoto wako, mataifa ni wale wana wako walioikamatia ile fedha yako waliokamatia hatua zako waliokamatia njia zako. Mungu aliona toka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua kusema namleta mtumishi wangu, nimemshika mkono, akae mbele yenu, nimempa kibali na nguvu cha kuwatiisha mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake hata malango hayatafungwa sikiliza, anasema atalegeza viuno vya wafalme ule ukakamavu na ukaidi ambao wafalme, sio mfalme, wafalme wanao mataifa kwa mataifa, waliosababisha wewe uchumi wako ukaze kama ulivyokaza ukae namna ulivyokaza, anasema anaweka nafasi na nguvu na atakayefunga kwa nini? Yuko aliyempa mamlaka akamshika mkono akamleta. Bwana Yesu asifiwe! anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza, nitavuta vipande vipande milango ya shaba, na kule ambako unaona hali yako imekuwa mbaya, kule ambako unaona hali yako imebadilika, maisha uliyokuwa nayo sio maisha uliyo nayo sasa, fedha ulizokuwa nazo sizo ulizo na